baada ya kufanya utafiti mara baada ya kujifungua nikasema mm, mm hapana hii nitashare na mai zangu sawa nimekuwa nikiposti mgagani mara kwa mara kama mmegundua mmenielewa na nikitaka kujua watu wanatumia vipi sawa bahati nzuri nikakutana na mtu mtu mzima na akili zake timamu nikamuuliza hii dawa natumiaje akaniuliza na shida gani kambe mi dadake wangu ah Wa. akanambia he pole mjukuu wangu, sasa hii ukitaka mambo yawe mazuri sawa, kama una fungus, kama dadake wako yuko haa, sawa unaichukua hii unaichemsha kidogo, alafu iache ipoe. Ikishapoa unanawia huko mibibi mibi, huku mm -mm, chini ukinawa uingizi kitu. Akaniambia mjukuu wangu, nisikize nikwambie, sio unaingiza unanawa. Nanawaje? na wote tunajua kunawa. Akaniambia kazi kwako, nikasema okay, sawa. Lakini nyingine, unakunywa. Na hii unakunywa, aunyu kwa sababu ya kwamba ni mboga. Unakunywa kama tiba, mimi nakunywa kama tiba. Nakunywaje? Unaichemsha, unaweka kichumvi kidogo kwa mbali, alafu unaila. Mimi mungu wangu wa mgagani wa kuula, bibi unataka kuniua? akaniambia hapana, wala sitaki kukuua, fanya hivyo afu tutakuja kunipa majibu. Basi dada yenu, nikatoka hapo mayo yenu, nimefika nyumbani, nimechukua zangu midude yangu, nimechemsha, dada, nimekunywa. siku ya kwanza, siku ya pili, mama, siku ya tatu, siku ya nne, mama, miute natoka mwi mwi mwi mwi mwi mwi, ehe, a kumekucha. Lakini kabla ya hapo, nitawafundisha namna nzuri ya kujua kama dada kei wako yuko a ah, au yuko au iko au iko, nitafundisha. Kwa hiyo tutaendelea na somo letu la kuhusiana na dada K ukoje. Wakati mwingine kwa baada ya siku tano, nikaanza ku... nikaona ute unatoka. Baada ya kuona ule ute unatoka, ngasema eh, moja nirudishe feedback kwa shoga yangu alionisaidia. Shoga, shoga, nakwambia bibi, nimepata miute miute kama yote. Akaniambia ndio sasa, hiyo ute inaonyesha kwamba kule chini kunaanza kupona. Umenawa? mimi bibi, sijanawa ume na bibi, mi siwezi kunawa bwana. Uko chini ya kuingizwa kitu, adake aingizwe kitu. Bibi, nimekwambia nawa nawa juu. Hiyo unayokunywa ndo inatibu ndani, hiyo ya kunawa nawa kwa nje, kwa sababu kuna bakteria wengine wako kwa nje. Au bakteria waliokuwa nje, kuna wakati wakiingia ndani, ndo wanasababisha matatizo. Mimi kumbe, hey, natakiwa kunawa hey. Haya, nikachukua mwenyewe wiki, nawa, nawa, nawa. he siku na hiyo, mashangazi na wajomba, siku isio na jina, wadogo zangu, siku isio na jina, mai zangu kuja kuangalia Dada K uko mimi mm. hey, hey, mwenyewe nina tabia ya ku nikawa naenda chooni, nikienda chooni nilikuwa nisiwezi kubana mkojo. Nimeenda chooni eh, mwenzangu mkojo naubana tena na ubana ubana nusu kwa nusu Yani, nabana na achia, nabana naachia, nikasema, mambo si ndio haya? Nitakuja kuelekeza mai zangu King Mama. Hapana, wapenda sana. Ukitaka kujua zaidi, jamani, mambo hayo, ukitaka kuajua zaidi, unalipia nakuja na kuelekeza, na kwa utuo mambo yanakuwa mazuri. Nawapenda sana. Ramadhan Mubarak.